Wapendwa katika Kristo, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, Dominika ya tano ya Kwaresma katika mwaka si wa Kanisa. Somo la kwanza ni la kitabu cha nabii Isaya sura ya arobaini na tatu aya kumi na sita hadi aya ya ishirini na moja. Somo la pili ni la waraka wa mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya tatu aya ya nane hadi aya ya kumi na nne na somo la tatu ni la Injili takatifu ilivyoandikwa na mwinjili Yohane sura ya nane aya ya kwanza hadi aya ya kumi na moja. Tusikilize Injili takatifu. Yesu akaenda mpaka mlima wa Mizeituni. Hata asubuhi kulipokucha, akaingia tena hekaluni na watu wote wakamwendea, naye akaketi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 ili wapate sababu ya kumshtaki. Lakini Yesu akainama akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao walipozidi kumuhoji, alijinua akawaambia, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza wa kumtupia jiwe. Akainama tena akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao waliposikia wakashtakiwa na dhamiri zao. Wakatoka mmoja mmoja wakianzia tangu wazee hata wa mwisho wao. Akabaki Yesu peke yake na yule mwanamke amesimama katikati. Yesu akajiinua asimwone mtu ila yule mwanamke, akamwambia, Mwanamke, wako wapi wale washtaki wako? Hakuna aliyekuhukumu kuwa na hatia? Akamwambia, hakuna, Bwana. Yesu akamwambia wala mimi sikuhukumu kuhukumu, enenda zako, wala usitende dhambi tena. Injili ya Bwana. Wapendwa katika Kristo, ni utamaduni na ni mapokeo ya kanisa kwamba kila ifikapo Dominika ya tano ya Kwaresima, misalaba inafunikwa mpaka siku ya Jumaa Kuu katika maadhimisho ya mateso ya Yesu, na sanamu zinafunikwa mpaka wakati wa maadhimisho yale ya vijilia ya Pasaka. Hii yote ni kutokana na kwamba sasa Kristo hajionyeshi wazi kwa Wayahudi kama tulivyokuwa tukiona katika juma la nne hilo la Kwaresima, hususani katika Injili Yesu alikuwa akiwafundisha waziwazi Wayahudi na kuwaelezea kwamba yeye ni nani. Hivyo katika juma hili la tano la Kwaresima hatutamwona Yesu akijitokeza waziwazi kwa Wayahudi kwa sababu wengi na sasa walikuwa wakimtafuta kwa udi na uvumba ili wapate kumkamata na kuweza kumuua. Na katika injili ya leo tumesikia kuhusu waandishi na mafarisayo ambao wamekuja mbele ya Yesu ili wapate kumjaribu. Waandishi na Mafarisayo ni viongozi wa Kiyahudi ambao walikuwa wamekariri na kushika sana sheria, lakini walionekana kuwa wanafiki kwa sababu ya kutoishi kile walichokishika, na hata wakaonekana kuwa walimu wa uongo kwa sababu ya kutokubali mafundisho ya Yesu kama ni Kristo. Rejea injili ya Matayo sura ya ishirini na tatu aya ya kumi na tatu. Vilevile tumeona katika juma la nne la Kwaresima kwamba mafundisho ya Yesu kwa Wayahudi akiwaelezea mamlaka alionayo kwa kutoa ushuhuda, lakini bado wakamwona Yesu kuwa anakufuru kufuru kwa kuwaponya wagonjwa siku ya Sabato na kuelezea uhusiano uliopo kati ya yeye na Baba. Ndipo waandishi na Mafarisayo wanamjaribu tena katika injili ya leo wakitafuta sababu ya kumshtaki. Jaribio hilo ni kutaka tamko la Yesu kuhusu mwanamke aliyefumaniwa alipokuwa akizini huku akirejea katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya ishirini na mbili aya ishirini na tatu hadi aya ya ishirini na nne ambapo inaelezea kwamba Musa aliamuru kuwapiga mawe wanawake wa namna hii. Lakini wao wamemleta mwanamke tu, na sehemu hiyo imeagizwa imeagiza, na mwanaume pia anatakiwa ya awepo, yaani wote wale watolewe nje katika lango la mji ule wakapigwe kwa mawe hata wafe. Na sehemu imeelezea zaidi, iwapo itatokea kwamba mwanamke huyo hajaposwa kama hajaposwa, basi mwanaume na mwanamke wote hao waliozini wote wapate adhabu kama hii. Kwa maana hiyo, kama Yesu angesema apigwe kwa mawe huyo mwanamke, angekuwa kinyume na sheria ya Kirumi, kwani hata Wayahudi walimjibu Pilato kuwa wao hawana ruhusa ya kuua mtu, ukirejea Injili ya Yohane sura ya kumi na nane aya ya thelathini na moja Pilato alipoamuru kwamba Yesu atolewe wakapate kumuhukumu kwa kadiri ya Torati. Na kama Yesu angesema aachwe huru huyo mwanamke, manake angeonekana kuwa anadhoofisha mamlaka ya Musa kama tulivyorejea katika kitabu cha kumbukumbu -kumbu, la Torati. Hivyo hawa walikuwa wanamjaribu Yesu achague kati ya Musa na Roma kama ilivyokuwa katika jaribio la kulipa kodi kwa Kaisari, rejea Injili ya Marko sura ya kumi na mbili aya ya kumi na tatu hadi ya kumi na saba. Na tunakumbuka hapo Kristo aliwajibu kwamba mpeni Kaisari yaliyo yake Kaisari na mpeni Mungu yaliyo yake Mungu. Hivyo ndugu zangu, dhambi ya uzinzi katika Agano la Kale ilichukuliwa kuwa ni dhambi mbaya sana hata kufananishwa na dhambi ya kuabudu miungu mingine. Dhambi ya Israeli kukosa uaminifu kwa Mungu wa kweli. Hivyo tukitenda dhambi, tunakosa uaminifu kwa Mungu, tunafananishwa na mwanamke mzinzi. Waandishi na mafarisayo wanamchukia huyu mwanamke, na swali kwao, je, mwanaume yupo wapi aliyezini naye? Hii inaashiria wazi kwamba hiyo ni changamoto ya mfumo dume dhidi ya wanawake, kwa sababu wangekuwa wametenda haki wangewaleta wote wawili, mwanamke na mwanaume, kwa sababu wote walikutwa na makosa. Lakini huu mfumo dume unadhihirishwa hapa dhidi ya wanawake, kwa sababu wamemleta mwanamke peke yake na mwanaume haonekani, yupo wapi? Je, yeah, huyu mwanamke katika kuzini huku alikuwa yeye peke yake? Jibu ni hapana. Vile vile tunaona hawa waandishi na Mafarisayo si kwamba walikuwa, walikuwa na chuki juu ya mwanamke huyu peke yake. Nyuma yake ni chuki kwa Yesu na kwa mafundisho yake lakini Yesu amekuwa akiishinda mitego yao, na katika hili anawashinda kwa kuwaambia, yeye asiye na dhambi miongoni mwenu na awe wa kwanza wa kumtupia jiwe. Ghafla wakishtakiwa na dhamiri zao, wakaondoka mmoja mmoja bila kusema neno lolote. Hivyo ndugu zangu, kumbe mbele ya Mungu hakuna binadamu asiye na dhambi. Kitendo cha Yesu kutomhukumu huyu mwanamke kinatudhihirishia kuwa Mungu huchukia dhambi na ni mwenye huruma kwetu sisi wakosefu, ili tupate nafasi ya kutubu na kuacha dhambi. Mungu haadhibu mara bari anampa kila mtu nafasi ya kubadili mwenendo wake na kurudi katika njia ya kweli na haki. Huu ni upendo, huruma na msamaha wa Mungu kwetu. Tunajifunza kupitia yeye ili nasi tuwe na maisha yenye upendo, huruma na msamaha kwa wengine. Binadamu hana mamlaka ya kumhukumu mwingine kwa adhabu ya kifo. Maana uhai wa mwanadamu ni mali ya Mungu. Ni jukumu letu kuupokea, kuutunza na kuulinda uhai, kwani sote tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kwa maana hiyo, tuepukane na kuachana na tamaduni zinazopelekea vifo kwa mauaji ya watoto angali tumboni mwa mama zao, yani abortion, ambapo ni jambo limekithiri sana sasa hivi. Vijana wengi wanaangukia huku kwa ajili ya kujawa na hofu na mashaka, na hata kushindwa kutekeleza wajibu wao kwa sababu ya kuogopa malezi, au wengine unakutua, unakuta wamepata ujauzito huo alafu waume zao hawaeleweki wako wapi na wameachwa peke yao ili kuweza kuyatimiza majukumu yao wao peke yao, hivyo wanabaki katika hali ya maangaiko. Hivyo mwisho wa siku wanakutwa na hali ya kukata tamaa na kutaka kufanya tofauti na kile ambacho Mwenyezi Mungu anatualika sote tuweze kutunza uhai, na wengine wanaangukia katika hali ya mauaji ya vikongwe wagonjwa na walemavu. Ndugu zangu hawa watu tusiwaone kwamba wao wana makosa sana kuwa na hali kama hizi. Sote tunaweza kupatwa na changamoto kama hizi. Leo unaweza kujikuta ni mzima wa afya, lakini mwisho wa siku ukajikuta katika hali ya ugonjwa, ukajikuta katika hali ya ulemavu, ukajikuta hupo katika hali ya ukongwe. Je, yeah. Haya yote, na wewe ukitendewa kitu kama hicho, utaridhika mwisho wa siku? Kumbe chuki, uhasama na hali ya kutaka kulipiza kisasi ndio vyanzo vya kuwa na tamaa ya kupenda kuhukumu wengine kiasi cha kutojali thamani ya uhai wa kila mtu. Hivyo ndugu zangu upendo, huruma na msamaha ni tiba bora ya kutufanya tuchochee zaidi upatanisho na amani kati yetu. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.